Hujambo na karibu. Afisa wa polisi James Mukhwana ambaye anazuiliwa kuhusiana na mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang amefichua taarifa mpya zinazobadilisha mwelekeo wa uchunguzi. Katika taarifa ya pili aliyoandikisha mbele ya tume ya IPOA, Mukhwana alikiri kwamba taarifa yake ya awali haikuwa ya kweli na aliamua kusema ukweli baada ya kugubikwa na hali ya hatia na wasiwasi wasi. Alisema alipokea maagizo hayo kutoka kwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central OCS Samson Taalamu, ambaye alidai kuwa alipewa maagizo hayo kutoka kwa naibu inspekta jenerali wa polisi aliyejiondoa Eliud Lagat. Kwa mjibu wa Mukhwana, alielekezwa kumtia adabu Ojwang baada ya madai ya ukosefu wa heshima au msimamo ya mwanablogu huyo. Alidai kwamba alipinga maagizo hayo kwa mara ya kwanza lakini alitishwa kuwa angechukuliwa hatua iwapo angeshindwa kutekeleza amri hiyo. Katika maelezo yake kwa IPOA, alisema alimpeleka marehemu katika kituo cha polisi mwendo wa saa tatu na dakika 20 jioni, na alimtambua kupitia picha iliyotumiwa na OCS wake. Mukhwana pia alieleza kuwa baada ya tukio la kikatili kutokea ndani ya seli, alihitaji msaada wa kumpeleka Ojwang hospitalini akishikiana na naibu OCS Samuel Ng'ang'a. Hata hivyo, juhudi hizo hazikuweza kuokoa maisha ya mwanablogu huyo ambaye aliripotiwa kufariki kutokana na majeraha aliyoyapata akiwa kizuizini. Baada ya kufichua taarifa hii mpya Mawakili wa Mukhwana wanasema hawatatafuta dhamana kwa sasa kwa hofu ya usalama wake, wakidai kuwa mteja wao amekuwa akifuatwa na maafisa wengine wa upelelezi kutoka DCI. Maombi ya kulindwa kwa mashahidi yamewasilishwa pia ili kuhakikisha Mukhwana anaweza kutoa ushahidi bila kuathiriwa au kutishwa. Kesi hii imeibua maswali mazito kuhusu matumizi mabaya ya madaraka ndani ya jeshi na polisi na kuonyesha changamoto za uwajibikaji na ulinzi wa haki za binadamu katika vyombo vya usalama. Aipoa inaendelea kuchunguza kwa kina, huku umma ukisubiri kwa hamu kujua iwapo maafisa wa ngazi ya juu waliotajwa katika sakata hii watachukuliwa hatua za kisheria. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.